Ni matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Hujambo msikilizaji na karibu. Mimi ni Belden Walieula. Tuliyonayo katika Amka na BBC leo hii: utawala wa Trump kuchukua udhibiti wa Venezuela siku chache tu baada ya kumwondoa madarakani Rais Nicolas Maduro. Mbunifu wa mavazi chipukizi nchini Tanzania, Hassan Omar Mgaza, aielezea BBC kuhusu ukosefu wa malighafi na jinsi inaathiri sekta ya mitindo. Nikawa nachukua nguo napeleka kwa fundi, naambia bwana fundi, nguo mimi nataka iwe hivi, nampa michoro. Sasa mimi michoro yangu nikimpa fundi anakuwa haelewi, kwa sababu mimi nimefikiria mbele zaidi. Fundi anakwambia hii, mbona hii sio kweli, hii haiwezekani, kakaa hivi, vitu vinakuwa vingi. Katika gumzo letu asubuhi hii, tunaangazia changamoto wanazopitia vijana nchini Uganda huku ikitarajiwa kushiriki uchaguzi mkuu utakaofanyika wiki ijayo. Haki nikikwambia, Uganda hapa tuna problem ya nini? wa vijana tumeacha nyuma kabisa. Ukiangalia politics tunasukuma watu wazee, tunaacha watoto wadogo ndio waongeza kugeuza hii dunia. Lakini kwanza ni mhtasari wa habari za dunia, naye Florian Kaijage. Asante Berdin. Rais wa Marekani Donald Trump na maafisa wake wanajadili uwezekano wa kulinunua eneo la Denmark la Greenland, ikulu ya White House imethibitisha. Msemaji wa ikulu hiyo Karoline Levit amewaambia waandishi wa habari Jumatano kuwa ni jambo ambalo kwa sasa linajadiliwa kikamilifu na raisi na timu yake ya usalama wa taifa. Greenland na Denmark zimesisitiza mara kwa mara kisiwa hicho Alipoulizwa ni kwa nini utawala wa Trump hapo awali ulisema hauondoi uwezekano wa kutumia nguvu za kijeshi kuipata Greenland, Levit alijibu kwamba machaguo ya, yote yako mezani, lakini chaguo la kwanza la Trump daima limekuwa ni diplomasia. Jenerali mkuu wa walinzi wa raisi wa Venezuela Javier Makano Tabata amefukuzwa kazi siku chache baada ya kiongozi wa Venezuela Nicolas Maduro kukamatwa na majeshi ya Marekani katika uvamizi huko Caracas na kupelekwa New York kujibu mashtaka ya ugaidi wa dawa za kulevya. Sambatenzi anaeleza zaidi. Kikosi cha ulinzi wa rais na jeshi ambalo hutoa walinzi waliopewa jukumu la kumlinda mkuu wa nchi. Wakati serikali ya Venezuela bado haijatoa mchanganuo wa kina wa majeruhi, walinzi hao wanadhaniwa kuwa miongoni mwa makumi ya watu waliouawa katika operesheni ya Marekani ya kumkamata Maduro. Amri ya kuchukua nafasi ya jenerali Markano Tabata iliyotolewa na rais mpya wa muda Delsi Rodrigos. Mashambulizi ya Urusi yamesababisha mikoa ya Mikoya, kusini mashariki mwa Ukraini ya Dnipropetroviski dini na Zaporizisia karibu bila nguvu. Wizara ya nishati ya nchi hiyo imesema usiku wa kuamkia hii leo miundombinu muhimu ilikuwa ikifanya kazi kwenye nishati ya akiba, ilisema katika taarifa kwenye mtandao wa Telegram, wakati maafisa walisema usambazaji wa maji na mtandao pia ulitatizwa. Hivi majuzi Urusi imezindua mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati ya Ukrain yenye lengo la kuathiri usambazaji wa umeme wakati wa msimu wa baridi kali. Na wizara ya afya ya Marekani ambayo inaongozwa na Robert Kennedy imezindua miongozo mipya ya lishe ambayo inawahimiza wa Marekani kula vyakula vyenye protini zaidi huku wakipunguza vyakula vilivyosindikwa sana na kuongezwa sukari. Miongozo hiyo ambayo hutolewa kila baada ya miaka mitano na wizara ya kilimo na ile ya afya na huduma za kibinadamu pia imependekeza ugawaji wa bidhaa za maziwa zilizojaa mafuta kwa siku na kulegeza vizuizi kwa vinywaji vikali. Miongozo hiyo inatoa msingi wa programu za lishe za ushirikisho ikijumuisha programu za chakula shuleni na zile mpya, zimepokea maoni tofauti kutoka kwa wataalamu. Hii ni BBC. Muktasari wa habari za dunia umesomwa na Florian Kaijage. Matangazo yamka na BBC nisikike kupitia Radio Free Africa na Bode fm nchini Tanzania. Nchini Kenya ni Galf Radio; ukiwa DRC ni Radio Muungano beni na pia kwenye tovuti yetu ya BBCSwahili.com inapatikana pale na kwenye ukurasa wetu wa Facebook wa BBC News Swahili. Karibu msikilizaji, mimi ni Belden Ualieula. Utawala wa Trump unaelekea kuchukua udhibiti wa Venezuela siku chache baada ya kumwondoa madarakani Rais Nicolas Maduro. Marekani inazima inapanga kuamua maamuzi ya viongozi wa mpito wa nchi hiyo na kudhibiti mauzo ya mafuta kwa muda usiojulikana. Hapo awali vikosi vya Marekani vilikamata meli mbili za kusafirisha mafuta zinazohusishwa na Venezuela. Zaidi na Victor Kinani. Utawala wa rais wa Marekani Donald Trump ulisema siku ya Jumatano kwamba utaamua maamuzi ya viongozi wa mpito wa Venezuela na kudhibiti mauzo ya mafuta ya nchi hiyo kwa muda usiojulikana baada ya kumwondoa madarakani Nicolas Maduro. Madai ya Trump kuhusu udhibiti wa Marekani juu ya nchi hiyo tajiri kwa mafuta barani Amerika ya Kusini yanakuja licha ya kiongozi wa mpito Delcy Rodriguez kusema kuwa hakuna mamlaka ya kigeni inayotawala Caracas. Vikosi maalum vya Marekani vilimkamata rais Maduro na mke wake siku ya Jumamosi katika operesheni ya kushtukiza na kuwapeleka New York ili wakabiliwe na mashtaka ya dawa za kulevya. Msemaji wa ikulu ya White House Caroline Levitt aliwaambia waandishi wa habari na hapa namnukuu, tunaendelea kushirikiana kwa karibu na mamlaka ya mpito na maamuzi yao yataendelea kuamuliwa na Marekani. Trump amesema Marekani itaendesha Venezuela, ambayo ina akiba kubwa zaidi ya mafuta iliyothibitishwa duniani. Hata hivyo, Washington haina wanajeshi walio ardhini na inaonekana inategemea mzingiro wa majini na tishio la kutumia nguvu zaidi, ili kuhakikisha ushirikiano wa rais wa mpito. Utawala wa Trump, ambao hadi sasa umeonyesha nia ya kuendelea kufanya kazi na Rodriguez na kuwaweka pembeni viongozi wa upinzani akiwemo mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel Maria Corina Machado, umetoa maelezo machache kuhusu mipango yake. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alisisitiza siku ya Jumatano baada ya kukutana na wabunge wa Marekani ambao wamekuwa wakikosoa mipango ya baada ya Maduro kwamba Marekani haifanyi mambo kifilati.

Sasa mpango wa Marekani unategemea kwa kasi kikubwa kile Trump alisema Jumanne kuwa ni makubaliano ya Venezuela kukabidhi kati ya mapipa milioni 30 hadi 50 ya mafuta kwa Marekani ili iuze. Trump alisema Jumatano kwamba chini ya makubaliano hayo Venezuela itanunua bidhaa za kimarekani pekee kwa kutumia fedha itakazopata kutokana na faida ya mauzo ya mafuta. Aliongeza kuwa bidhaa hizo zitajumuisha mauzo ya kilimo, mashine, vifaa vya tiba na vifaa vya nishati. Rubio alisema kuwa katika awamu ya pili ya uokoaji makampuni ya Marekani na ya Magharibi yatapata fursa ya kuingia katika soko la Venezuela na wakati huo huo kuanza mchakato wa maridhiano ya kitaifa ndani ya Venezuela. Hatua ya kwanza ni kuleta utulivu nchini. Hatutaki nchi ishuke na kuingia kwenye mchafuko. Hatua ya pili ni kuhakikisha kuwa makampuni ya Marekani ya Magharibi na mengineyo yanapata fursa ya kuingia katika soko la Venezuela kwa njia ya haki. Wakati huo huo, kuanza mchakato wa maridhiano ya kitaifa ndani ya Venezuela, ili vikosi vya upinzani vipewe msamaha na kuachiliwa kutoka magerezani au kurejeshwa nchini na kuanza kujenga upya jamii ya kiraia.

Marekani iliongeza kuonyesha mamlaka yake juu ya Venezuela ilipokamata meli mbili za mafuta siku ya Jumatano, zikiwemo meli moja inayohusishwa na Urusi ambayo ilifuatiliwa kutoka Venezuela hadi bahari ya Atlantiki ya Kaskazini. Mosko imelaani kukamatwa kwa meli hiyo iliyokuwa ikipeperusha bendera ya Urusi na kudai Marekani iwaheshimu raia wa Urusi waliokuwa ndani ya meli hiyo na iruhusu warejee Urusi haraka. Ripoti zilidokeza kuwa Urusi ilituma manowari kulinda meli hiyo, lakini inaonekana vikosi vya Marekani viliweza kuipanda meli hiyo bila kukutana na upinzani wowote. Ikulu ya White House ilielezea meli hiyo kuwa inajificha chini ya Venezuela, iliyochukuliwa kuwa haina utaifa baada ya kupeperusha bendera ya uongo na kulikuwa na amri ya mahakama dhidi yake. Taarifa yake ya Victor Kenani. Wanasayansi wanatumaini kwamba makumi ya maelfu ya sampuli za saratani ya utumbo mpana, baadhi yake zilikuwa zimehifadhiwa tangu miaka ya 1960, zitawasaidia kubaini sababu ya kuongezeka kwa idadi ya vijana wanaogunduliwa na ugonjwa huo. Wanasayansi wanapanga kupima maelfu ya sampuli ambazo zimehifadhiwa katika chumba cha chini cha hospitali kwa zaidi ya miaka 60. Nastia Muhamed na taarifa hii haonekani kama mgonjwa wa mm -hmm, saratani ya utumbo yani bowel kanse, lakini yeye ni moja wa idadi inayoongezeka ya vijana wanaopata ugonjwa huo. Tumbo kuja gesi na kupungua uzito kwake hapo awali kulidhaniwa kuwa ni ugonjwa wa kuwa na usumbufu wa tumbo unaofahamika kwa lugha ya Kimambo kama irritable bowel Syndrome, IBS. Hata hivyo ilibainika kuwa alikuwa na saratani ya hatua ya tatu na ali hitaji matibabu makali. Alikuwa na umri wa miaka ishirini na tatu. Sehemu ngumu zaidi ya matibabu labda ilikuwa kimotherapi. Iliniathiri kwa njia ambazo sikuwahi kufikiria na kufanya mambo kuwa magumu sana. Kitu kigumu zaidi kilikuwa kukubali kwamba huwezi kurudi nyuma tena, ni lazima uendelee kusonga mbele na maisha hayatakuwa kama yalivyokuwa awali. Haya ni kumbukumbu kumbu za hospitali ya St Mark mjini London, ambako watafiti wanajaribu kuelewa kinachoendelea kwa watu kama Holi. Saratani ya utumbo kwa watu walio na chini ya umri wa miaka 50 inaongezeka duniani kote, ikiwemo Uingereza. Inazidi kuwa tatizo linalotambuliwa zaidi na madaktari kote nchini. Tunahitaji kubuni njia za kuzuia saratani hizi kwa ufanisi Hatujui kwa nini vijana wengi wanapata saratani ya utumbo lakini, jibu linaweza kuwa ndani ya mojawapo ya maboksi haya. Kuna mawazo mengi. Je, ni kuhusu lishe yetu? Je, kuna mabadiliko katika bakteria wa utumbo? Je, ni uchafuzi wa mazingira? Kuna hata mawazo kuhusu matumizi ya dawa aina ya antibiotic wakati wa utoto. Maboksi haya yana sampuli za saratani ya utumbo ambayo yatafanyiwa utafiti. Wazo letu kuu ni kwamba kuna aina fulani ya bakteria ikoli wanaoishi kwenye utumbo wa vijana wa leo ambao haukuwepo hapo awali. Kwa kutumia mbinu za kisasa za kisayansi, tunaweza kuchunguza sampuli zilizopo hapa na kupima wazo hilo. Tunaweza pia kupima mawazo mengine. Sampuli hizi za saratani ya utumbo zilizohifadhiwa zitatumwa katika taasisi ya utafiti wa saratani kwa uchambuzi wa kina wa molecule analysis. Poli, bado anafanyia uchunguzi wa kila mwaka lakini sasa anapanga maisha yake ya baadaye. Sio hali sawa kujikuta. Kuna siku ambazo nilikuwa nalia sana, kwa sababu sio sawa kabisa, kwani nilikuwa najiuliza maswali mengi, kwa nini mimi? Na siku zingine unaendelea tu na maisha. Naam, sasa tuelekee katika taarifa za spoti, naye Victor Kinani. Karibu Victor. Shukran sana Beldin. Tunaanza na soka katika ligi kuu ya Premier League ambapo Aston Villa wanaowania ubingwa walikosa fursa ya kupunguza tofauti ya pointi dhidi ya Arsenal hadi pointi tatu baada ya Crystal Palace, ambao wamekumbwa na majeruhi mengi, kulazimisha sare ya bila kufungana katika uwanja wa Selhurst Park. Palace hawajashinda mechi yote ya ligi wakiwa nyumbani tangu walipoifunga Brentford tarehe 1 mwezi Novemba na kwa matokeo haya msururu wao wa kutoshinda umeongezeka hadi mechi 6 mfululizo kwa ligi ya Premier. Katika mechi nyingine, Erling Haaland alirejea kwenye fomu ya kufunga mabao kwa kufunga bao lake la 150 akiwa na Manchester City lakini matumaini ya timu hiyo ya kuwania ubingwa wa Premier League yanaendelea kuyeyuka baada ya Brighton kuwashikilia sare ya tatu mfululizo. Kikosi cha Pep Guardiola kimeanza mwaka kwa kusuasua kikipata matokeo duni pamoja na majeraha ya wachezaji muhimu. Katika mechi nyingine zilizochezwa usiku, mshambuliaji wa Newcastle United Harvey Barnes alifunga bao la ushindi la kushangaza dakika ya 102 huku Newcastle wakimaliza rekodi ya Leeds United ya kutopoteza kwa ushindi wa mabao nne kwa tatu katika moja ya mechi za kukumbukwa katika historia ya Premier League. Kocha mpya wa Chelsea Liam Roseno amelitazama kutoka jukwani, huku Harry Wilson akifunga bao zuri lililohukumu timu yake poteza kwa mabao mbili kwa moja dhidi ya wapinzani wao wa magharibi mwa London, Fulham.